Kristo kwa kifupi, alafu tutaangalia malezi ya watoto katika Uislamu kwa kifupi. Wote mnafahamu kwamba watoto ni zawadi, na hii zawadi inahitaji matunzo, inahitaji malezi, na ukisoma neno la Mungu katika Mithali 22 mstari wa sita wale wa Kristo kusoma Biblia mstari hii takutana na maneno ya Mungu anayosema mlee mtoto katika njia nini impasayo, naye hata iache atakapokuwa nini mzee. Unachokifanya leo kwa mtoto wako ni reflection ya maisha yake ya baadaye. Malezi bora ni wajibu wa baba na mama, sio wajibu wa mama peke yake. Kwa wale wenye ndoa, malezi ni yenu wote na ukitaka kujua hilo we baba, katika msingi wa mafundisho ya Kikristo ukisoma wa Efeso 6:4 wa Kolosai 3:21, unakutana nakutana na, na maneno ya Mungu yanayosisitiza kwamba akina baba wana jukumu la kutunza na kulea familia zao. Kinachokufanya uitwe baba sio suruali yako au maumbile yako, bali ni majukumu uliyonayo kwa ajili ya familia. Ndio yanakufanya uitwe baba. Baba maana yake you are the source. You are the sustainer. You are the provider wa familia. Msiwacho, eh, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Na katika Wakolosai 3 inasema wasije wakakata tamaa. Tusiwakatishe watoto wetu tamaa. Wazazi wengine wanawakatisha watoto watu wao tamaa kwa matendo yao, maneno yao, kauli zao. Mzazi asipokuwa karibu na mtoto wake, anamkatisha tamaa mtoto. Mzazi yeyote asiye karibu na mtoto wake anapunguza thamani na umuhimu wake kwa mtoto wake. Na leo tuna wazazi wengi ambao huku zeeni, sasa unakuta ni mtoto wako ulimzaa, hakutunzi hakujali, kwa sababu wewe mwenyewe alipokuwa mdogo hukumjali na hukumthamini. Ndio maana nasema fainali uzeeni. Kwa hiyo, tuwalee watoto wasikate tamaa. Sasa hivi tuna watoto wengi wamekata tamaa na wazazi wao na baba zao na mama zao. Ndio maana nikasema pale Mwanza nakuta mtoto mwingine anasema mama, hivi baba atakufa lini? Mwingine unakuta mtoto, kuna mtoto mmoja nawaeleza kabisa, huyu mtoto amemaliza chuo kikuu, alisema hawaelewani na mama yake sana. Sasa alipoulizwa alisema kitu hiki, akasema mimi rafiki yangu ni mama, sio baba. Bahati mbaya baba yake amefariki, sasa amebaki na mama yake. Wako nyumba moja, lakini hawazungumzi vizuri. Binti chumba chake, akirudi binti amejifungia, mama akirudi, ha communication ni ya shida sana. Mama anajitahidi kumvuta binti, havutiki. Sasa baada ya kumuuliza uliza sana binti, why this sema ni kwa sababu wakati nikiwa mdogo aliyekuwa na muda na ni baba, mama alikuwa yeye muda mwingi yuko kwenye masomo yake, kwa hiyo hakushughulika na maisha yake. Unaona, kitu cha udogoni kimeenda mpaka utu uzima, mpaka leo inavyozungumza, hawazungumzi vizuri, kisa kidogo. Sasa tusipokuwa makini tajikuta kwenye mazingira. Wakina baba tuna nafasi kubwa sana katika malezi. Ndiyo Mungu amempa mwanamke nguvu kubwa tatu: nguvu ya malezi, nguvu ya ushawishi, nguvu ya hamasa. Incubation power, influencing power na motivation power. Amepewa hiyo mwanamke yote. Kwa hiyo mama ana nguvu kubwa kwenye malezi lakini haimaanishi kwamba baba hana wajibu kwenye malezi. Kwa hiyo, akina baba wenzangu mlioko hapa, tusiachie majukumu ya malezi kwa kina mama peke yao. Kadri baba unavyoacha majukumu yafanywe na mama, ndivyo wewe baba unavyopunguza umuhimu na thamani yako kwa watoto wako, na hapa n itakugharimu bada. Kuna watoto sasa hivi wanalelewa na mama zao, kwa sababu baba zao hawana habari kuna wengine ni wajane, wengine walikataliwa, lakini katika maumivu, lakini wamechukua jukumu la baba, wamechukua jukumu la mama. Ninachotaka kusisitiza hapa, jukumu la malezi ni la baba na mama. Kwa nini? Kisoma Mithali 17 mstari wa sita kwa jini wa Kristo wenzangu, maneno ya Mungu yanasema hivi, ya utukufu wa watoto ni baba zao. <laughs> someni hiyo Mithali 17 sita utukufu wa watoto ni baba zao. Maana yake ni nini? Watoto wanachota hazina nyingi sana kutoka kwa baba zao kuliko mama zao. Wengine wanasema ah, kuna Biblia imesema eh, mchungaji ananja ule mstari unaosema, kuna watu wanautumia sana, wanasema ah, mwana mpumbavu ni mziki wa mama yake. Watu wametafsiri vibaya. Kwa taarifa yenu, ule mstari maana yake hivi ni kwamba linapotokea jambo lolote baya kwa mtoto, mtu wa kwanza kuguswa na hali ya mtoto ni mama yake. Ndio maana ya maneno yale, mwana mpumbavu ni mzigo wa nani? Mama yake. Na siku zote nyinyi mnafahamu mtoto akipata jambo lolote baya hasemi baba we, atasema mama we. Ndio maana ile mstari sasa wa, kina baba sisi tufahamu kadi tunavyokuwa mbali na watoto wetu tunapunguza umuhimu na thamani yetu kwa watoto. So we have to balance. Mzazi mwingine, baba mwingine anasema, sasa mimi nataka niwe karibu na nini? Friji si limejaa nyama, store si imejaa maharage, imejaa nini, ada si nimelipa, sawa. Are you available swala? So uwepo wa mahindi na mchele unapatikana nyumbani, watoto wanakuona, ndio issue. Kwa hiyo wazazi kina baba wenza, tufahamu tukufu wa watoto ni baba zao. Watoto wanavuna hazina nyingi kwa baba zao, lazima tufahamu hiyo. Na wanasaikolojia nasema takriban 80% ya utu wa mtoto unajengwa na baba yake. Kasa baba wewe, baba unapokosa muda na watoto wako unachangia kwa sehemu kubwa kuwabomoa. Sasa bahati mbaya ni kwamba mambo mazuri siku zote ni ya baba, mambo mabaya ni mama wakati aliyechangia hayo mambo mababu, mabaya ni baba, lakini anao laumiwa ni nani? Ni mama, ni mnyanyasaji walajnanyasaji waliajusana. Yani, baba wewe ndiyo chanzo cha matatizo, halafu lawama unampelekea mama. Unaona, huyu mtoto wako hata kwenye utoto unajiondoa, it is unfair. Huu ni ukatili kwa hiyo kina baba wenzangu, we must be responsible tuna walaumu wakati mwingine wake zetu kwa makosa yetu sisi. Huna nafasi na watoto, mama ndio kila kitu. Siku ya wazazi shuleni, mama. Kupeleka keki shuleni, mama. Kutembelea watoto, mama. Kila kitu, mama. Kuwapeleka watoto bichi, mama. Ndugu zangu wa baba <laughs> tuendako zosala yule anayekuwa karibu na wale watoto, ndipo watoto wanaona, huyu ndio muhimu, huyu ndio wa maana kwetu, huyu ndio wa thamani kwetu. Na huyu ndio maana vifo vya wababa ni vingi zaidi kuliko kina mama. Na tufahamu, tuna nafasi kubwa ya kujenga misingi ya nidhamu kwenye familia. Jenga hiyo, we are leaders of our families. Sisi ni viongozi wa familia, we have to play our role well. Watoto wanachota hazina nyingi Baba zao. Baba zao. Ukisoma Misali 23 okay, so usimnyime mtoto wako mapigo maana ukimpiga okay, kwa fimbo hata kufa utampiga kwa fimbo na kumuokoa na nafsi yake, maana yake ni na sio kwamba sasa unapiga mpaka, <laughs> una unajeruha. Kuna wazazi ni wakatili kwa watoto wao, hujawahi iona? Yani mtoto amepoteza shilingi moja tu, shilingi 500 tu anachoma mikono mtoto wako, unamchoma mikono, unamtengenezea mazingira kwanza ya ukata, ukatili, unamjeruhi nafsi, akili yako haimaanishi <coughs> hivyo. Neno la Mungu alijasema hivi upige mpaka uwe ujeruhi. afanye nini? Aadibishwe, na unapomwadibisha mtoto, mweleze huyu mtoto kwa nini unamwadibisha, kosa lake nini? mwanake kumwadibisha mtoto mwelezi kosa, kosa lake, hujamsaidia nini? mweleze kosa lake nini. Mwanangu, nimekuchapa kwa sababu moja, mbili, tatu, usirudie tena. Aa, sasa nimekuelewa baba samani sitarudia. Watoto wa sasa wanataka dialogue, hawataki amri, ndo kizazi cha dot com, so kile cha BBC before what at aya. Tamalizia, ni wajibu wa wazazi kuwapa watoto wao malezi atakayowataka kuishi maisha kupendeza Mungu. Weka watoto wako wakufu weka wakfu watoto wako Mungu. Hapa kuna habari nzuri sana ya Elikana aliyekuwa na wake wawili Penina na Hana. Penina alikuwa ni mke mkubwa, na Penina alijaliwa watoto kumi. Hana hakujaliwa watoto na ni mke mdogo yule mke mkubwa. Kwa sababu Hana hakuwa na watoto, akaanza kumnyanyasa Hana na kumcheka, ikamuuma sana, ikambe Hana ha, akawa na maumivu kwa nini ananinyanyasa kwa nan, kukosa mtoto? Kwa nini ananicheka kukosa mtoto? Ikamuuma sana ikamletea maumivu ikamletea msongo wa mawazo kwa muda mrefu. Hana akaona cha kufanya hapa ni nini, nimkimbilie Mungu. Hana akakimbia kwa Mungu, akaenda nabii, kwa kuhani Eli, akakimbia pale akalipo kwenda pale, akaenda kuomba, akaomba maneno mazito sana. Biblia inasema aliomba mpaka akanena kwa lugha mpaka Eli yakuelewa akadhani amelewa kwa divai. Baadaye Mungu akasikia maombi ya Hana, na Hana alisema nataka mtoto mwanamume, na kweli alipoomba Mungu akampa mtoto mwanamume aliekosama ndio vitabu vyake tunavyovisoma leo. Sasa alipozaliwa Samweli, alichokifanya Hana, akamchukua Samweli mtoto mdogo yule Biblia inasema alipomaliza kunyonya, alipomkatisha kunyonya, alipomaliza daraka kunyonya, ndipo alipokwenda kwa Mungu kumpeleka Samuel mtoto yule kama alivyoomba na kuahidi, na ng'ombe watatu pamoja na divai pamoja na vitu vingine kama shukurani kwa Mungu. Lakini anapeleka mtoto kwa na kuhani Eli apate mibaraka. Tuwapeleke watoto wetu kwa Mungu apate mibaraka, tuwaombee sana, tusiwalalamikie tusiwalaumu tuwaombee sana. Umempeleka mtoto wako kwenye shule, wakati mwingine tunaangalia tu uzuri wa shule na perform vizuri na nina, tunasahau kuangalia mazingira mengine. Watoto wanahitaji kuombewa sana, muombee mtoto wako. Tuwe waumbaji wa watoto wetu sana, hasa nyakati tulizo nazo. Kuna mambo kwenye maisha yetu hatuwezi kuyabadili mpaka Mungu aingilie kati, ni Mungu ni Mungu tu. Wanaojua siri hizo wanakimbilia msalaba. Ndio maana Jumamosi, mwinjilisti aliandaa alianda kusanyiko la maombi pale Sinza kuombea uzawako bomba. Ndugu wazazi, tuwajengee watoto malezi bora yanayo yatakayompendeza Mungu na wanadamu. Weka watoto wako wakfu mtoto yeyote ambaye hana msingi mzuri wa dini yake hata kuwa na akili nzuri. Narudia tena, mtoto yeyote asiyejengwa katika misingi ya kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, hata kuwa na akili nzuri, atakuwa mtu wa fujo na kivuruge maarufu. Na haya ndiyo mateso wanaopata wazazi wengi leo. Tuwafundishe watoto wakarimu na nafundishwa kuwa na shukrani, kuwa na heshima eh? Wawe na adabu, nafundishwa fundishwa. Huyu ni mtoto wako, umemwekea chakula mwenyewe mezani, mfundishe. Akimaliza kwanza kabla aombe, baada kula ashukuru, baada amshukuru Mungu ashukuru na wazazake alafu mfundishe kuondoa vyoo avipeleke jikoni na avyoshi, vinginevyo unambomoa watu wasio na shughuli kutumia muda wao mwingi kushughulika na mambo ya wengine. Kuna watu wanashughulika na mambo ya wengine, wao hawana shughuli. Watu wenye shughuli hawana uongo, bwana. wafundisha watoto wako kupenda kazi ili kuepuka kutegemezi, kutengeneza watu watoto ambao watakuwa wanajitegemea. Itegemeze mtoto anakuwa tegemezi, tegemezi, independence syndrome wafundishe watoto wako kuepuka tabia ya uvivu ili wasiwe maskini, na Biblia inasema nafsi yake mvivu itaona njaa, na katika ishirini ishirini na tatu mithali inasema usipende usingizi usije kuwa maskini. Mtoto mleavyo ndivyo afanya nini, jamani? Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Malezi ni kulea na kujilea. Hapa nataka nimalizie kwa kuzungumzia wazazi, mwetue mfano mwem kwa kwa malezi ni kulea na kujilea. Kabla hujalea ajilee kwanza wewe. Tunapolea tusisahau kujilea na matendo yanaongeza zaidi yanaongea ya zaidi kuliko maneno. Maneno yanafutika, lakini matendo hayafutiki. Wazazi wanapaswa kuwa mfano wa maisha ya mwenendo. Wazazi walivyo ndivyo watoto watakavyokuwa na Mithali ishirini saba inasema mwenye haki aendeka katika unyofu wake, watoto wake watabarikiwa nini baada yake. Neno haki limebeba mambo makuu, limebeba huruma, limebeba kujali, limebeba kuthamini, limebeba neno huruma. Huruma, haki. Mwenye haki atakuwa na huruma, mwenye haki atajali wengine, atathamini wengine, atapenda wengine, hatapoteza mafaili ya watu wengine ili wampe rushwa, hataumiza wengine watabarikiwa baada yake. Neno kubarikiwa linabeba mambo mawili, linabeba kibali, linabeba mafanikio. Unapomtakia mtu baraka, unamtakia kibali, kibali kwa Mungu, kibali kwa binadamu, popote anapokwenda, lakini unamtakia fanikio katika maisha yake. Mwenye haki aende katika unyofu wake, watoto watabarikiwa baada yake. David Jephro, huyu mwandishi wa kitabu, aliwahi kuandika kusema wazazi wanapaswa wao wenyewe kwa mfano bora kwa matendo yao kwa kuwa watoto huiga kile kinachofanywa wow. na wazazi wao. Na huyu mwanafalsafa Thomas alipata kuandika hivi, katika maisha unayoishi wewe mzazi, wewe mlezi, unaweza kuonesha sura ya Mungu au sura ya nini? Sasa unaonyesha sura gani a, sura ya Mungu au Shetani katika maisha unayoishi wewe mzazi mwenzangu Naweza kuwa chachu ya mabadiliko au kuwa mhanga wa nini? Kwa hiyo wazazi wengi sasa hivi ni wahanga wa mabadiliko, ni wahanga wa kwa vile walivyokiwekeza kwa watoto wao wakiwa wadogo, na sasa ni mateso na...